Mwanamke anasimama kama nguzo ya familia, jamii na taifa. Mwanamke ni tumaini. Katika kila hatua, mwanamke anajenga, anapigania na anafanikiwa. Wanawake sio viumbe dhaifu, bali ni watu imara na wenye nguvu kama walivyo wanadamu wengine. Na pengine wanawake wana nguvu zaidi. Kwa umoja, wanawake wanaweza kushinda kila changamoto uongozi wa mwanamke ni nguzo ya mafanikio yeye ni mabadiliko tunayoyahitaji hakuna kazi ya jinsia fulani kazi yoyote inahitaji weledi uthubutu uwajibikaji na kujituma ni wakati wetu sasa hii ni safari ya mwanamke tutaungana tutapambana na kuhakikisha tunafika pamoja samia 2025 tunasimama pamoja tutashinda pamoja